Ni kweli kabisa, nimeshinda ubunge katika jimbo ambalo lilikuwa ni jimbo gumu. Uh, nilikuwa ni jimbo gumu kwa sababu mtu nilikuwa nashindana naye ni mtu ambaye alikuwa na kila aina ya mbinu ya kuweza kushinda, ni mzoefu na ni mtu anajua vitu vingi sana kwenye siasa. Nimetumia mbinu zote, uh, nimetumia technology, nimetumia uh, ushawishi, nimetumia kila aina ya mbinu kuweza kushinda uchaguzi ambao ulifanyika tarehe ishirini na tisa na kuna bahala ambapo nilikuwa naona anafanya makosa, kwa nilikuwa natumia yale makosa kama sehemu ya mimi kuweza kupata kura ambazo zingeweza kumpigia ye na nikazichukua. Baada ya uchaguzi nilimtumia message. Aa, Zitto hakujibu chochote, lakini nadhani ni asira. Baada ya unajua, ukishakuwa umepoteza unakuwa na asira. Hajajibu, lakini bado kuna vitu ambavyo anavyo yeye ye Zitto ambavyo mimi navitaka nivitumie kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kigoma Mjini. Kwa hivyo vyote vile nitamtafuta ili atupe kama kweli yeye ni mzalendo na lengo lake ni Kigoma Mjini iweze kupata maendeleo. Basi nitamtafuta ili anipe baadhi ya vitu ambavyo naamini vitaeta uh, vitaeta maendeleo katika jimbo la Kigoma Mjini. So nitamtafuta pale, nadhani asira zake zikishakuwa zimetulia. Lakini pia kupitia vyombo hivi vya habari ni vitumie uh, kutangaza kwamba katika swala la uchaguzi wa spika wa bunge, ambapo uh, uh, Chama cha Mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa e, ni Tulia Masere, pamoja na mzee wangu mzee Zungu. Lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti kwamba Mheshimiwa Tulia Ackson ame jondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, nitangaze rasmi mimi kura yangu sio ya asili, kura yangu ipo kwa Zungu. E, mimi nampigia debe Zungu, na naomba waheshimiwa bunge wote tumpe nafasi Zungu, kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki. Tumeona namna ambavyo anazijua uh, njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo uh, yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa kwa upande wangu, mimi nawasihi sana wabunge wote, tumchagueni Zungu awe spika wetu wa bunge, uh, 13, uh, wa bunge la kumi na tatu, mheshimiwa Zungu uh, lakini kwa naibu spika, mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro. Mimi kura zangu huwa sio za siri kwa sababu naamini uh, kama Zungu atashindwa basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi uh, kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu alhamdulillah, atakuwa uh, amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua. Na pia kwa naibu spika akichaguliwa Siro alhamdulillah, yatakuwa amechaguliwa mtu ambaye uh, mimi kwa upande wangu nilikuwa naona uh, anafaa. Akichaguliwa mwingine tutaenda naye uh, hivyo hivyo na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu.